Ya, ni mwaka mpya mwaka wa 2026 na, na mara nyingi nimekuwa nikijiuliza sababu ambazo baadhi ya Watanzania wanamchukia waziri mkuu ambaye anajulikana kama Mwigulu Nchemba. Mwigulu Nchemba aliingia kwenye kila ambacho tunachokita mamlaka baada ya Rais Mama Samia Suluh Hassan kushinda uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka wa 2025 na baadaye vitu vingi vikafanyika nyuma ya pazia. Ikumbukwe ya kuwa siku ya uchaguzi ndio vile vile vijana wa Kitanzania waliamua kuji moya moya barabarani kuhakisha kuwa wameshiriki kwenye kile ambacho tunachokita maandamano, ambapo hawa ni vijana ambao walishushia vipigo na maafisa wa jeshi la polisi. Wengine waliuawa, wengine walitekwa, wengine pia wakapotezwa. Tunaweza sema kuwa walifanyiwa ukatili kwa ujumla. Sasa ni ukatili wa kupitiliza. Sasa Mwigulu Nchemba kwenye mtandao wa kijamii leo ameposti picha yake akiwa amepiga magoti kanisani na ameandika hivi: tunauanza mwaka mpya kwa imani na matumaini tukijua Mungu anafanya jambo jipya kwa kila mmoja wetu. Sasa ni Isaya 43:19 na akaendelea kuandika hivi, heri ya mwaka mpya wenye baraka ambapo inasema kuwa tunaanza mwaka mpya kwa imani na matumaini tukijua Mungu anafanya jambo jipya kwa kila mmoja wetu. Sasa inaonekana kuwa ili chapisho ambalo limewekwa kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwigulu Nchemba, haijaenda vizuri na baadhi ya wa Watanzania ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi. Nimetembea hapa kwa comment section, ndio angalau nipate kujua inakuaje, wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi, ndio angalau nipate kujua wanasema nini kuna huyu ambaye anajulikana kama Bedjos. Bedjos anasema shenzi kabisa, unaanza mwaka mpya na familia nyingi bado wanalia. Alafu kuna huyu ambaye anajulikana kama Michael Were Mhusi anasema hapo ni Burundi. Au Ben Kinyaha anasema yaani, kila nikikumbuka yale mauaji ya tarehe 29 na unavyoonekana hapo, hakupaswi kukaa hapo kabisa, ni kumkejeli Mola. Alafu Salutari Florentina anasema wapeni watanganyika miili ya ndugu zao waliouawa kwa risasi Oktoba 29, wakazike. Wacheni maigizo kwenye madhabahu ya Mungu. Hebu sema hapo ulivyokuwa unasema madhabahuni kuhusu watu waliouawa. Ali Hasani anasema mjomba, acha kutuigizia wewe na maombi, pina wapi hayo mambo ya kuigiza, awaachie kina Mwijaku. Huyu anajulikana kama Juma Mwiyeke anasema, machoni kama watu rohoni hawana utu, imani imepotea na mabaya yanaongezeka. Mwaka mpya ikafute wimbo huu, ikiwe heri ya kweli. Sasa huu ni wimbo ambao Lady JD alimba aliimba na msanii kutoka nchini Tanzania msanii mwenza ambaye anajulikana kama AY Tabasamu. Abdalla Maulidi anasema tunawakataa wadhalimu waliojipatia uongozi kwa damu za watu, kwa uongozi wizi, ma mikono yao imejaa damu za vijana wasio na hatia. Mwenyezi Mungu awalaani na kuwachukua, huu mwaka usiishe. Amina. Alex Mosha anasema hivi, damu za watu zinapiga kelele kwenye ardhi kiasi hiki, mnadhani mtaishi milele? Alan Mathas Nzegela anasema ushindwe na ulegee katika jina la Yesu. Huyu anajulikana kama Paul Chacha Makuna, anasema heri ya mwaka mpya, mwaka wa 2026 ukawe mwaka wa afya njema, amani ya moyo, baraka, mafanikio mapya kwako na familia yako kiongozi, akamtag Mwigulu Nchemba. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Jerry KB anasema tubu, Mungu anasamee maana, maana sio kwa damu hizi, za nchi iko rehani. Wole Fernando anasema Mungu ana kazi kubwa sana. Tumsifu Mushi anasema waigizaji wazuri ila matendo ya kishetani kama yote. Huyu anajulikana kama Locust Mingise anasema mnamfikia Mungu, yaani wanasiasa wote ni motoni. Bint Malumba anasema mnafiki katika ubora wake. Chacha Maginga anasema kwako pia mheshimiwa waziri mkuu uwe heri na baraka nyingi katika utumishi wako kwetu wananchi wa Tanzania. Akaweka bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alafu William James anasema heri ya mwaka mpya kwako pia, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Huyu anajulikana kama Isike R, amenukuu hapo Biblia akaandika Waefeso 6:9, nanyi akina bwana watendeni wao yao hayo mkiacha kuwaogofya huku, mkijua ya kuwa yeye aliye bwana wao na wenu yuko mbinguni, wala kwake hakuna upendeleo. Mbaruku Kinyama anasema ubatikiwe na uishi miaka mia moja, ukae madarakani hadi mwaka wa elfu mbili na thelathini na zaidi inshallah. Juma Mnumba anasema monia wofa zipimwe kwa mkemia mkuu na TBS wadhibitishe kabla hawajapewa viongozi, wa, viongozi wa nchi. Alafu Samuel Elas anasema machoni kama watu moyoni hawana utu. Huyu amenukuu wimbo ambao ulifanywa na lijedi akimshirikisha msanii mwenza ambaye anajulikana kama AY. Alafu Thomas Abdalla anasema na utubu dhambi zako zote. Mtumishi Happy Favor anasema na kwako pia, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ila na kuomba umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uokoke. Yeye ndiye atakuongoza katika kila hatua za maisha yako na uongozi wako wa maana. Maisha haya ya dunia ni ubatili mtupu. Kwa hiyo ni baadhi ya wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Mwigulu Nchemba. Sasa baadhi ya Watanzania wanamchamba Mwigulu Nchemba baada ya kuposti video ama picha kadhaa kwenye mtandao wa kijamii zikimwonyesha akiwa kanisani, amepiga magoti kwenye madhabahu, ni kama anamuomba Mungu, alafu baadaye akeka caption, amenukuu Biblia hey, Isaya 43:19 ambapo inasema kuwa tunaanza mwaka mpya kwa imani na matumaini tukijua Mungu anafanya jambo jipya kwa kila mmoja wetu. Yani Isaya 43:19, heri ya mwaka mpya wenye baraka. Sasa baadhi ya Watanzania wameamua kumshushia kile ambacho tunachokiita kipigo kwenye mtandao wa kijamii wakijaribu kumkashfu, wanamwambia: e, bana wewe ni kama ni mnafiki, umefika pale madhabaoni umepiga magoti, unamwomba Mwenyezi Mungu subhana wataala Taala, ilhali nyinyi ndio mmewafanyia ukatili wa kupitiliza, baadhi ya Watanzania. Sasa ikumbukwe tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka wa 2025 baadhi ya wa Watanzania waliuawa, wengine walitekwa, wengine pia wakateswa na maafisa wa jeshi la polisi pale ambapo waliamua kushiriki kwenye maandamano. Ni maandamano ambayo ilifanyika tarehe ya uchaguzi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vilifanyika nyuma ya pazia. Kwa hiyo nimedadavua kiasi cha haja, ni angalau nipate kujua hali halisi inakuwaaje na ni sababu zipi ambazo zinapelekea baadhi ya Watanzania kumchukia ama kuwa na kila ambacho tunachokita chuki kwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Mwigulu Nchemba. Kwa hiyo nitaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi na galanipate kujua hali halisi vitu ambavyo vinafanyika Afrika Mashariki na vilevile vile Afrika kwa ujumla. Kwa ujumla, kwa hiyo ukiwa kule magetoni, vijiweni na mitaani usisahau kuwajuza wana kuhusiana na channel hii ambayo zaidi zaidi ite Swahili TV, na vilevile vile like, share na usisahau pia kusubscribe na kuacha komenti yako hapo, ndio angalau tupate kujua unajisije kutokana na makala ambazo tunazipakua katika mtandao wa kijamii wa YouTube na vile vile Facebook, ite Swahili TV.